Habari, karibu sana katika chaneli yangu. Jina langu ni Remir Kitchen na leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza ndizi bila nyama. Ndizi zetu tutakazotumia ndo kama hizo, ni zile ndizi laini zinaitwa ndizi Uganda au ndizi Bukoba. Tutaanza kwa kuziandaa kama hivyo, tutamenya ndizi zetu vizuri kabisa, tutazimenya kama hivyo. Baada ya hapo, tutazikatakata na kuziosha kwa safi na salama. Baada ya hapo, viungo vyetu tutaweka kitunguu, karoti, pilipili hoho, nyanya, tutakuwa na chumvi na karipoda. Tutaweka sufuria jikoni. Video ilikuwa imekata, lakini utaweka mafuta kiasi, utaweka kitunguu, utaweka hoho na karoti kama hivyo. Baada ya hapo, utaweka nyanya, utakoroga koroga, vitaendelea kuiva baada ya hapo, utaweka chumvi, utaweka na curry powder, utakoroga, utafunika kiasi mpaka vitakapoiva. Baada ya hapo, utaweka ndizi zako, utakoroga ile mchanganyiko uchanganyike vizuri, ndizi pamoja na hizo viungo, koroga, changanya changanya. Baada ya hapo, utatia maji, utaweka maji kiasi, utakoroga, utakoroga, utakoroga utaweka na pilipili Utafunika. Ukishafunika, viache vitokote vivie. Baada hapo utafunua na ndizi zako zitakuwa na mwonekano kama huo. Kama unaona mchuzi haukutosha utauongeza, mimi niliona kwangu unatoshea. Baada hapo ndizi zako zinakuwa tayari kwa kuliwa, utaweka kwenye sahani kama hivyo. Karibu sana sana sana sana, ndizi zetu ni tamu nanukia.